Cha e, kwanza nasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tangu tulipotoka Dar es Salaam kuja huku tuko salama mpaka sasa, watu wote kiafya, kiakili, kimwili, wote wako ni salama. Tumekuja huku kwa lengo ya kuzoea hali ya hewa kutoka na Misri na tunapoelekea huko Moroko ni hali ya hewa zinaendana na pia tumekuja kwa ajili ya kujiandaa na mashindano tunayocheza tunatarajia kucheza hapo mbele. Tunacheza huko michezo tunatarajia, tumecheza na Liberia tumeona, sasa tunatarajia kucheza mchezo na Egypti siku ya leo na Egypt tutacheza nao mechi mbili. Hii ni jambo jema kwetu, ni jambo jema pia kwa wachezaji, kwa sababu ukiangalia tumepata mechi mbili tofauti. Ukiangalia tumecheza mechi ya watu wa Afrika ya kati, na pia tunaenda kucheza na watu wa nyanda za juu, kwa hiyo ni jambo jema kwetu. Kwa hiyo wachezaji wanapata kuzoea kile na mchezo ya watu tofauti tofauti. Ni pia upande wa wachezaji umefurahia kwa swala hili, kwa sababu kiangalia kila mmoja ana hamu na amna, shauku ya kutaka kucheza mechi hii, kwa sababu kama mchezaji siku zote anafurahia kucheza mechi kama hizi ili pata kumjenga mwenyewe kimwili na kiakili. Kwa hiyo ni jambo jema pia na kwetu, ni maandalizi mazuri kwetu. Tunapata kuangalia kile tulichokiandaa, eh, jinsi gani tukiendelea ukiboresha Kipi kilichokuwa kimepungua, tutakifanyia kazi zaidi, ili kuhakikisha mpaka tunaenda katika mashindano kila kitu kiko sawa kwa ajili ya majukumu yaliyopo mbele yetu.